Je, wewe ni mmoja wa watu ambao wanapitia changamoto kubwa zaidi katika masuala mazima ya namna ya kufuga kuku wao, e, kutokana na gharama kubwa za chakula kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku, au wewe ni mhanga wa watu ambao wanapitia changamoto kutokana na ukosefu wa chakula ambacho inaweza ikawa ni mara, lakini pia kinaweza ikawa ni msaada mkubwa kwenye masuala mazima ya ufugaji ambao unafanya? Kama hiyo ni changamoto eh, kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, basi hii video ni kwa ajili yako, ya kufanya ni wewe kuangalia video mpaka mwisho, ili kusudi ni kusaidia njia kadhaa ambazo naamini ukizitumia kwenye masuala yako ya ufugaji wa kuku zitakusaidia kwa asilimia kubwa sana kuweza kupunguza gharama za chakula ambazo unazitumia kwenye masuala yako ya ufugaji wa kuku na mwisho wa siku uweze kupata faida kubwa kabisa. Jina langu naitwa Lembo Kija, mfugaji ambaye napenda sana hii biashara ya ufugaji wa kuku. Kuna vitu ambavyo wewe mfugaji ambaye upo kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, haijalishi ufugaji wa kisasa au unafuga kuku wa kienyeji, kuna vitu ambavyo hua vina kote kote, kwa maana ya kwamba chakula, haijalishi unafuga kisasa au unafuga kienyeji kinamata sana katika masuala mazima ya kufanikisha ufugaji ambao unaofanya. Wewe inawezekana unapitia hii changamoto ya kushindwa kuhudumia kuku wako kutokana na gharama za chakula ni kubwa sana au unashindwa kuwahudumia kuku wako kutokana na chakula ambacho sio bora kwenye maswala ya ulishaji ambao unaotumia. E, kuna njia ambazo wewe mfugaji unaweza ukazitumia na zinaweza zikakusaidia sana wewe kuweza e, kupunguza gharama za chakula ambazo huenda e, ikawa ni changamoto sana kwa wewe kuweza kuhudumia kuku wako. Njia ya kwanza ambayo unaweza kwa ukaitumia ni kuchagua aina ya fugaji ambao unataka utumie katika masuala mazima ya ufugaji wa kuku ambao unaofanya, ukikosea kuchagua aina ya ufugaji ambao unatakiwa ili kusudi endane na e, kupunguza gharama za chakula, unaweza ukajikuta unatumia gharama kubwa sana kwenye namna ya kutumia chakula kwa ajili ya kuku wako. Kuna aina tatu za mifumo au aina tatu za ufugaji ambazo huwa zinatumika mara nyingi sana. Aina ya kwanza ni ufugaji huria, aina ya pili ni ufugaji nusu huria au ufugaji shadidi na aina ya tatu ni ufugaji wa ndani ambao wanatumiwa sana na wafugaji wengi. We, katika hizi aina tatu za ufugaji unaweza kaamua kuchagua aina yoyote ile ya ufugaji, lakini utambue kwamba ukichagua aina yoyote ya ufugaji hiyo itajulisha utatumia gharama kubwa kwenye e, masuala mazima ya kuhudumia chakula au utatumia gharama kidogo. Fumo ambao unaweza kutumia wewe ni kufuga nusu huria kuku wako. Yaani inafika muda wanatoka nje wanaenda kujitaftia chakula, lakini inafika muda unawahudumia chakula wewe mwenyewe. Hii itakusaidia sana wewe kuweza kupunguza gharama e, kubwa ambazo utazitumia kwenye masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Hata mimi nafuga kuku wangu kwa kutumia mfumo wa nusu kulia e, ili kusudi niweze kuwa e, kuza vizuri kuku wangu. Aina ya pili unaweza ukaotesha azola au kapanda azola karibu na eneo lako la ufugaji wa kuku. Azola ni chakula ambacho ni kizuri sana katika masuala mazima ya kumfanya kuku aweze kuletea matokeo mazuri kwenye ukuaji wake na hata kwenye kuzalishia mayai. Hii azola ipo kama majani na ina virutubisho vingi sana kama proteini, vitamin pamoja na madini ndani yake. Na wewe kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku kama unataka kupunguza gharama ambazo zinambatana kutumia eh, high cost kwenye masuala mazima ya chakula, unaweza ukaamua kupanda azola karibu na eneo lako la ufugaji wa kuku ili ujihakishie kabisa unapunguza gharama ambazo hazitakii kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku kwa kuwalisha azola kuku wako ili kusudi waweze kupatia faida, lakini pia waweze kuwa vizuri. Njia ya tatu ambayo unaweza ukaitumia ni kupanda hydroponic fodder kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Hydroponic fodder ni kitu gani? Hydroponic fodder ni chakula ambacho huwa kinaoteshwa kwa mfano, unaweza ukatumia matio kama mtama, mahindi, mpunga au ekunde ukaotesha, baada ya siku kadhaa ukakitumia kile kama chakula kwa ajili ya kuku wako, na mara nyingi huwa kinakuwa na vitamini za kutosha sana. Unaweza ukaotesha hydroponic foda kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, itakusaidia sana kuweza kufanya vizuri kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Njia ya nne ambayo unaweza ukaitumia ni kutumia majani husika kwa ajili ya kuku wako kuna majani ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuwapa vitamini kuku wako. Wewe kama mfugaji wa kuku nafikiri unajua na majani mengi sana ambayo yanatumika mara nyingi wa wafugaji wengi kuweza kupunguza gharama ya chakula, na kama unavyoona hapa, mimi ni majani ambayo nayatumia sana, kutokana na eneo ambao nilipo inaniruhusu kuyatumia majani kwa sababu ni mengi, na hii inanisaidia sana kupunguza gharama ya chakula ambacho eh, ingehitajika kama haya majani yasinge kuwepo. Lakini hii inaweza ikawa e, sio nzuri sana kwa wale ambao wanaishi mazingira ambayo ni mjini sana au kwenye miji mkubwa, kwa sababu itakuwa ni ngumu kupata majani ambayo unaweza kuyatumia kulisha kuku wao. Njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni kupanda mbogamboga e, tofautitofauti kwenye bustani yako karibu na eneo lako la ufugaji wa kuku. Unaweza kaamua kupanda mchicha, kabiji, spinach. Zote hizo ni e, chakula au virutubisho ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kuweza kupunguza gharama ambazo zinatokana na eh, ongezeko la kosti kwenye upande wa chakula. Njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia kupunguza gharama ya chakula ni kuwa na muda maalum kwa ajili ya kuwapatia kuku wako chakula. Hii ndio inakuwa ni changamoto kubwa sana hasa kwa wafugaji wengi ambao ndio wameanza masuala mazima ya ufugaji wa kuku, yani, wanawapa chakula kuku masaa 24 kwa maana kwamba kila muda kuku anapata chakula. Hii inaweza ikawa na costi kubwa sana kwako kwa katika kwa masuala mazima ya ufugaji wa kuku uhalisia. Tu ni kwamba kuku anapopata chakula anakaa angalau masaa mawili hadi matatu bila kupata chakula. Kwa hiyo kama wewe ulikuwa unampa kuku wako chakula kila muda, inaweza isiwe ni nzuri sana, unaweza ukajikuta unatumia gharama nyingi sana. Kwa hiyo the best way ambayo unaweza kufanya ni kwamba angalau umpe asubuhi, mchana na jioni, kama ni kwa ajili ya nyama. Lakini kama ni kwa ajili ya mayai, wewe, inashauriwa kwamba umpe tu mara mbili kwa siku huyo kuku chakula ambacho anatakiwa akile, yani asubuhi na jioni, lakini mchana unaweza kumpa majani ambayo atakuwa ni msaada pia kwake kuweza kula na mwisho wa siku aweze kukua vizuri kabisa, na wewe uweze kupata faida kwenye masuala yako ya ufugaji wa kuku. Njia nyingine ya mwisho ambao unaweza ukaitumia kununua chakula kwa jumla, lakini pia kununua matirio ambayo yanafaa kwa ajili ya ufugaji wako. Ukiweza kununua chakula kwa bei ya jumla, ndugu mfugaji, itakusaidia sana, kwanza kupunguza gharama za usafirishaji, lakini pia kupunguza zile kosti ambazo hazihitajiki kama ungenunua kwa bei ya lejaleja. Kwa hiyo ukiweza kununua chakula kwa bei ya jumla na ukachanganya mwenyewe, inaweza ikawa ni the best best way ambayo inaweza ikawa ni msaada sana na wewe unaweza ukazitumia hizo njia na sio kwamba lazima utumie kila njia ambayo nimekutajia hapo, ila nimekuelekeza njia ambayo unaweza ukaichagua na inaweza ikawa ni rahisi kwa kulingana na eneo ambalo unapatikana ili kusudi ujitahidi kupunguza gharama ambazo huenda zikitokea kama usingekuwa unatumia hizo njia katika masuala mazima ya ufugaji wa kuku. Asante sana, tukutane katika video nyingine.